Uhali gani mtazamaji wa KJ Media, na mimi ni Kelvin Jackson, na leo nipo katika chuo cha uandishi wa habari yani Dar es Salaam School of Journalism, na lengo langu kubwa nipo hapa kuzungumza na serikali mpya ambayo imeanza hivi karibuni uongozi wao. Lengo la kwanza ni kuzungumzia nini maono yao ya uongozi wao katika chuo hiki cha uandishi wa habari, na pia tutakuwa na waziri mkuu wa serikali ya DASJOSO. Ungana nami ili upate majibu kamili. Mtazamaji, tumefanikiwa kuungana na waziri mkuu wa serikali ya dasi joso, naye ataenda ku, kuzungumzia ni maono gani waliobeba kama serikali ya mpya ndani ya chuo cha uandishi wa habari yani Dar es Salaam School of Journalism na mambo gani watafanya ili kuboresha uwongozi wao. Na kwa jina naitwa Ibrahim Hamisi Ibrahim, ni waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari DSJ. Ah, sisi kama viongozi katika muhula wetu huu tumejipanga kufanya mambo mengi sana juu ya wanafunzi wenzetu au juu ya wale tunaowaongoza mojawapo tumepanga tu mbalimbali ambazo zitaenda kuwafanya wanafunzi waweze kurefresh Kwa mfano kuna, kuna media tu ambazo tumezipanga ambazo hivi karibuni tutaenda kuzitekeleza lakini pia miongoni mwa maeneo yote tuliyopanga, kwa kuwa sisi ni wanafunzi tumekuja hapa kusoma, basi tumehakikisha kila mwanafunzi tutalisimamia swala la elimu liweze utekelezaji wa walimu majukumu yao kuingia madarasani na kuweza studio mbalimbali, kujaribu kuinua uh, zile ari zao za kiwandishi kuwa haupo kwenye afya nzuri kuweza kufanya jambo, lazima uhitaji afya nzuri ili uweze kufanya mambo kwa usahihi na kwa wakati maalum. Kwa sisi kama serikali, tumeiagiza tume wizara ya afya iweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa mfano, katika swala la kulinda mazingira yetu ili tuweze kuondokana na magonjwa ambayo yanaambukiza kwa haraka. Hivyo usafi wa maeneo yetu tunasomea nje, semu vimbwete tunavokaa kwa ajili ya kuweza kupiga story au kufanya kazi za walimu. Pia sisi kama viongozi tumehakikisha kuwa sisi wenyewe viongozi tunawajibika kwa ipasavyo. Tunajibika, tunawajibika ipasavyo ili tuweze kufanya majukumu yetu kwa ustadi wa hali ya juu. Kwa mfano, kuna baadhi ya viongozi wameonekana akiwa ni wazembe, hawafanyi majukumu yao, mtu namkumbusha mara moja, mara mbili. Mbona proposal fulani sijaiona? Mbona kazi fulani sijaona? Anakuwa mzembe. Kwa hiyo, wana viongozi kama hao tutaenda kuwatoa ili kuweza kukompensate ile nafasi yao ili wanafunzi waweze kupata kila ambacho tumewaahidi.